Tazamaji, karibu sana katika uh, mazungumzo haya ambayo tutakwenda kuzungumza na ndugu Samuel Tanguye ambaye ni naibu katibu na mkuu wa idara ya Tehama, ofisi ya Rais Secretariat ya ajira katika utumishi wa umma, na kubwa ambalo tutakwenda kulizungumza hapa ni kufuatia kutoa matangazo mbalimbali mbali ya kuita kwenye usaili ambao tunatarajia mm -hmm. uh, utaendeshwa kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Disemba. Sasa katika matangazo hayo kuna maelekezo kwamba kutakuwa na usaili wa kidigitali. Baadhi ya watu wamekuwa na mashaka sana, wamekuwa na hofu na wasiwasi, wakijiuliza kwamba huu usaili wa kidigitali unafanyikaje, ukoje, vitu gani vya msingi. Sasa maswali yako hayo, e, tumemwalika hapa leo ndugu Samuel Tanguye, mkuu idara ya Tehama, sekretari ya ajira, ambaye atakwenda kuondoa hizo hofu ambazo wewe uko nazo na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa kwa upande wako. Kiongozi, habari za muda huu? Nzuri, mnaendeleaje? Salama sana. Karibu sana. Asante a sana. Bila e, shaka, tuende moja kwa moja katika hili ambalo tutakwenda kuzungumza, e, usaili kufanya usaili wa njia yeah, ya kidijitali. Mtu akisikia hilo jambo, kwa kifupi sana ama kwa maelezo ya haraka haraka, kumweleza na kumtoa hofu, usaili wa kidijitali ukoje, unafanyikaje, na vitu vya msingi hasa katika usaili huu ni vitu gani? Uh, mimi nakushukuru sana. Kwanza ni watoe hofu mm, kwamba mfumo huu ni matakwa ya wadau wetu mm, wadau wetu hapo nyuma wakati tunaratibu michakato ya ajila mm, walikuwa eh, hawaamini baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya. Kwa mfano tukiita watu elfu mbili mm, baada ya siku moja tukatoa matokeo mm, wengi walikuwa hawaamini lakini baadhi walikuwa wanasema tusaishiwi sawasawa mm. Na wengine wakasema e, pengine katika hizo hatua za usaili na nini kuna mianya ya rushwa na upendeleo mm. Kwa hiyo kilichotuvuta na kufanya maboresho ya namna ya kuratibu mchakato huu ilikuwa ni wadau wenyewe wa sasa. kuanzia mwaka jana mwezi Aprili mm. Tumekuja na mfumo wa kidijitali kuwezesha kufanya usaili huu mfumo ambao baada ya kuwa tu amemaliza kufanya usaili wake mm. eh, kijana anarudi nyumbani mm. bila mashaka yoyote, na kabla hajafika nyumbani mm. matokeo anakuwa ameshayapata kwenye simu yake mm. Sasa kumekuwa na hofu mbalimbali, mfumo unafanyikaje? mm. tutaingiaje? mm. utafanyikia wapi? mm. Niseme tu kwamba kwa uchache kabisa, kama ulivyosema mm. eh, tayari tumeshabainisha kwa kila msailiwa mm. kituo ambacho atafanyia usaili na tunaposema vituo, kwa yeyote ambaye ananisikiliza ni kwamba kama unafahamu uko katika mkoa wako, basi kama kuna chuo kikuu cha umma, kuna chuo cha ualimu, kuna chuo cha VETA ama kuna shule ya sekondari ama kuna vyuo vya private vyovyote vyenye miundombinu ya TEHAMA, kwa maana maabara yenye kompyuta, basi hivyo vyote ni mahala ambapo e, wahusika watatakiwa kufika mm -hmm. na kwenda kufanyia usaili kwao. Kama uko hapa Dodoma, maana yake kituo chetu cha usaili kinaweza kuwa UDOM, St Joseph ama IRDP mm -hmm. na kwingineko kule ama VETA Dodoma sasa, mm -hmm. aingie kwenye akaunti yake, ataona ameelekezwa kwenda kwenye kituo gani. Lakini uzuri akifika kule kwenye kile kituo, wapo wataalamu wetu ambao watamuongoza mm -hmm. namna nzuri ya kufanya usaili. Ni watoe hofu vijana. Mimi naamini vijana, kama unajua kutumia simu mm, na mfumo wetu ni rahisi zaidi kuweza kuutumia mm. Ili aweze kuingia kwenye mfumo wetu atatakiwa kuwa na username mm, na password anazozitumia kwenye mfumo mm, kwa, kwa wa Ajira Portal. Kwa hiyo kwa wale ambao wamesahau, wanatumia stationary waweze kwenda Mm. kuzikumbuka zile password zao wanazozitumia kwenye mfumo ule. Lakini uzuri hata akiwa amesahau mm. ili kumuondolea usumbufu, tutamsaidia kumpa password ya muda aweze kutumia mm. Lakini kingine, matumizi ya kompyuta ni yale yale ya msingi mm. ndio teknolojia na vijana wengi mm. ninyi mnakuwa mna mashaka mm. na watu wa umri wangu mm. pia wanaweza wakawa na mashaka mm. lakini wazee wetu mm. wanakuwa na mashaka zaidi na hivi vitu lakini mimi leo, ndugu mwandishi, naweza nikakwambia kijana wako pale nyumbani unaweza ukampa simu yako, ukakuta anacheza game baada ya masaa mawili. Ndicho kizazi tulicho nacho. Sina mashaka yeyote, na wengi ni watoe mashaka kwamba usaili huu wataweza kufanya. Na kikubwa, tulivyoanza mwaka jana, tulianza kwa majaribio, tulianza kwa kada za ICT wakafanya usaili, baadaye tukaja kwenye kada mm, kada za watu wenye ngazi ya digrii wakafanya usaili mm. Tukaja kwenye ngazi ya diploma wamefanya usaili tukaja kwenye ngazi ya certificate wamekwisha fanya usaili mm. Lakini mwaka jana pia wakati tunaanza mm. Walimu nao wakasema lo, na sisi tulitamani mm. E eh, tufanye usaili kidijitali mm. Eh, hatuamini amini lakini kwa nini tuliwafanyia mm. Wakati ule ni kwa sababu ya miundombinu haikuwa rafiki mm. Niseme kwamba katika usaili huu mm. na walimu sasa nao watafanya usaili wao kidijitali, ili lengo tu ni kuondoa mashaka wakati wa mchakato mzima mm. Kwa hiyo niwaombe waje na nyaraka zote kadiri zilivyotolewa kwenye matangazo ya ajira mm. ikiwemo waje na vyeti vyao na yale yote ambayo amelekezwa waje nayo, lakini kule watakuta mazingira rafiki mm. watakutana na wataalamu waliobobea wa secretariat ya ajira na wavituo mm. vile vya usaili kuwezesha wao kufanya usaili wao bila kuwa na mashaka yeyote. Wapo wanaowaza kwamba kama kompyuta inafanya hapo na ina intaneti, naweza nikagugle huko, naweza nikaenda ChatGPT <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Ini kujye. laughs> na kushukuru eh, kiumri tunaweza tukawa tumesogea mm. lakini wakati unafanya maboresho haya mm. tunazingatia pia mambo kama haya kwa kweli yeyote atakayetamani kufanya mm -hmm. na wapo mashuhuda waliojaribu kufanya mm -hmm. ukitoka tu nje ya mm -hmm. ule mfumo wetu, kwa sababu atakapoingia kwenye mfumo wetu mm -hmm. utajaza screen ya kompyuta yake mm -hmm. na yeye akitaka kutoka kwenye ile screen mm -hmm. kwenda kufungua e, kufungua dirisha jingine mm -hmm. la kuweza kuangalizia na kufanya vitu vingine mm -hmm. tayari atakaporejea kwenye mfumo wake mm -hmm. atakuta kazi yake imekwisha Mm. kusanywa tayari kwa kusahihishiwa. Mm. Kwa hiyo hataweza kuingia tena na kuendelea kufanya usaili. Niwaombe sana wazingatie maelekezo mm. yatakayokuwa yanatolewa na ya wataalamu wetu. Tuna uwezo kwa wale watakaotokea bahati mbaya mm. kuweza kuwarudisha mm. kwenye kufanya usaili lakini mpaka tumejiridhisha. Kwa hiyo mm. kuondole usumbufu mm. vyema vijana wakatulie kwa sababu maswala yote mm. ya kiulinzi mm. kutazamia mm kupitia mfumo wa kidijitali mm. yamezingatiwa barabara. Asante sana, karibuni sana